Kifo cha Kay Amin uvumi, siri, madaktari na mwisho uliojaa maswali. Katika historia ya Uganda, kuna simulizi ambalo limeendelea kuzungumzwa kwa sauti ya chini kwa zaidi ya miongo minne. Simulizi la kifo cha Kay Amin, mke wa tatu wa Rais Idi Amin, limebeba sehemu sawa za maumivu, utata na ukimya mzito. Kifo chake kimezungukwa na uvumi, madai, hofu na maswali ambayo hayajawahi kupata majibu ya mwisho. Hiki ndicho kisa kinachojaribu kufunua kile kilichosemwa. Kile kilichodaiwa na kilichorekodiwa na kumbukumbu za watu walioishi enzi ambazo ukweli ulipotea kirahisi na uvumi ulitawala kama habari rasmi. k Urembo na maisha ya ndani ya ikulu. Kay Adroa Amin alikuwa mmoja wa wanawake waliompendwa sana na wengi waliomfahamu. Alikuwa na hulka ya upole, tabasamu la kuvutia na utu uliomfanya awe mkaaji maarufu ndani ya mji wa Kampala. Kabla ya kuolewa na Amin, Kay alikuwa muuguzi hapo ndipo ulimwengu wake ulipogusa ulimwengu wa jeshi, ulimwengu ambao baadaye ulimfikisha ikulu, lakini pia ulimleta katika hatima isiyotabirika. Maisha ya ndani ya ikulu ya Idi Amin hayakuwa rahisi. Amin alikuwa na wake wengi na majukumu yake kama rais pamoja na safari zake nyingi yaliifanya familia kukosa ukaribu wa kawaida. Kay mara nyingi alionekana peke yake, akiishi maisha ya upole na kimya, akiepuka migogoro ya ndani ya familia ya rais. Huu uh, ndio msingi uliozalisha uvumi mwingi baada ya kifo chake. Uvumi kwamba Kay alihisi upweke, uvumi kwamba hakuwa akipata muda wa kutosha na mume wake, na uvumi kwamba alikaribiana mno na watu aliokuwa anakutana nao mara kwa mara hospitalini. Siri inayoanza uvumi kuhusu udhambi wa Kay. Baada ya kifo cha Kay, kulizuka uvumi uliosambaa mitaani na kwenye hospitali ambako alikuwa akienda kwa uchunguzi. Uvumi ulidai kwamba Kay alipata mimba ambayo haikuwa ya Amin na baadhi ya maneno ya watu yalielekeza kwa daktari mmoja aliyekuwa akimshughulikia mara kwa mara. Ni muhimu sana kueleza jambo moja hapa. Hakuna ushahidi wa kitaalamu au wa kihistoria uliothibitisha madai haya. Lakini enzi za utawala wenye hofu, uvumi ulionekana kama ukweli. Watu walijiuliza, kwa nini Kay alionekana mara nyingi hospitalini kuliko kawaida? Kwa nini daktari fulani alikuwa karibu naye kupita kiasi? na kwa nini watu wa ikulu hawakujua safari zake zote katika Kampala? Maneno yakaanza kusambaa. Labda Amin alikuwa na wake wengi, hakuwa na muda na Kai. Labda Kai alipata fafaraja kwa daktari. Labda mimba ilikuwa chanzo cha matatizo yake ya kiafya. Haya yote yalikuwa maneno ya watu, uvumi wa wakati huo, yaliyopata nguvu kwa sababu ya ukimya wa serikali. Safari ya Kai hadi hospitali, usiri wa siku ya tukio Siku aliyopelekwa hospitali ya Mulago haikuwahi kutangazwa wazi. Safari yake ilikuwa ya ghafla na kimya. Wauguzi walioshuhudia waliwahi kusema baadaye kwamba mazingira yalikuwa ya wasiwasi na kimya kisicho cha kawaida. Taarifa zilizojitokeza baadaye zilidai kwamba Kay alikuwa akilalamika maumivu makali ya tumbo. Wengine waliamini ni tatizo la ujauzito, wengine walidai huenda alikuwa akipitia mjaribio wa kutoa mimba, kulingana na madai yaliyosambaa wakati huo. Hata hivyo hakuna hati rasmi iliyowahi kuthibitisha njia yoyote kati ya hizi, lakini jambo moja lilikuwa wazi: Kay alilazwa na kuandaliwa kwa matibabu ya haraka. Madaktari wanatoa maelezo tofauti. Kay alipelekwa chumba cha upasuaji kwa dharura. Madaktari walioshiriki waliwahi kutoa mchango tofauti baadaye. Wengine wakisema Kay alipoteza damu katika kiwango kisicho kawaida, wengine wakisema operesheni ilifanywa kwa haraka mno bila maandalizi ya kina, wengine waligusia uwezekano wa matatizo ya ndani ya tumbo yaliyokuwa yameendelea kwa muda. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba rekodi ya upasuaji haikuwa kamili, ilikuwa na mapengo, taarifa zilizokatika na majina yaliyofutika. Hii iliibua maswali: kwa nini rekodi hazikukamilika? Kwa nini upasuaji ulifanywa na timu isiyo ya kawaida kwa nini hakuna aliyetoa taarifa rasmi kwa Ikulu mapema? Kisha taarifa ya kifo ikatoka: Kay Amin amefariki wakati wa upasuaji. Mlipuko wa hasira Ikulu, madaktari wakamatwa. Habari zilipomfikia Amin, kile ambacho kilitokea baadaye kilikuwa mkali. Amin alichukulia tukio hilo si kama kosa la kitabibu, bali kama njama ya kudhuru familia yake. Taarifa zinaonyesha kwamba alihoji kwa nini hakuambiwa mapema kuwa Kay alikuwa hospitalini. Kwa nini upasuaji ulifanywa bila idhini ya Ikulu? Kwa nini kulikuwa na mazungumzo huku na kule kuhusu mimba isiyofahamika chanzo? Ni wakati huo ndipo uvumi kuhusu daktari ukachukua nafasi kubwa zaidi. Hapo Amin aliamuru madaktari wote waliogusa faili hilo wakamatwe mara moja kwa ajili ya mahojiano. Hakuna rekodi ya wazi ya hatima ya madaktari hao. Wapo waliodai walipotea, wapo waliodai walitoroka. Serikali ilikaa kimya. Enzi ya hofu. Uvumi sasa unageuka hadithi kamili. baada ya kifo cha Kay, uvumi ukawa moto, kila mtu alikuwa na hadithi yake. Wengine walisema Kay alikuwa na mahusiano ya siri, wengine walidai mimba ilikuwa ya daktari, wengine walisema upasuaji ulikuwa ni jaribio la kuokoa mimba iliyokuwa hatarini. Wengine walisema ni jaribio la kutoa mimba lililokwenda vibaya. Lakini ukweli ulikuwa mmoja, hakuna aliyewahi kuthibitisha hata mmoja ya madai haya. Hofu ya utawala ilifanya uvunia uvumi uonekane kama ukweli, ukimya wa serikali ukaonekana kama uthibitisho, na kifo cha Kay kikawa simulizi lisilo na mdomo wa mwisho. Msingi wa utata: Amin alijisikia kusalitiwa. Watu wa karibu na Amin walidai kuwa kifo cha Kay kilimwathiri kwa kina. Hata kama alikuwa na wake wengi, Kay alikuwa mmoja wa waliomletea utulivu wa kisaikolojia. baada ya kifo chake Tabia yake ilibadilika, aliongeza ukali wa uongozi na alizidisha mashaka dhidi ya watu wake wa karibu. Kwa watu waliomjua, kifo cha Kay kilikuwa kama kuondolewa kwa ukuta wa mwisho wa upole uliokuwa ndani yake. Maswali yasiyokatiwa majibu, mpaka leo maswali haya bado yapo. Je, Kay alikuwa na mahusiano ya siri kweli? Je, mimba aliyokuwa nayo ilikuwa chanzo cha tatizo? Je, upasuaji ulifanyika kuokoa maisha au ulikuwa jambo lililokimbizwa kwa hofu Je, madaktari waliadhibiwa bila sababu? Hakuna anayejua majibu ya uhakika, lakini simulizi la Kay linabaki kuwa mwalimu wa kihistoria, kwamba jamii yenye hofu huzalisha uvumi kuliko ukweli, kwamba ukimya wa serikali unaweza kuwa imani ya watu, na kwamba maisha ya mtu, hata akiwa Ikulu, yanaweza kufunikwa na pazia la siri ambalo halitawahi kufunguka.